Unaweza ukasema ni kwamba taarifa ya furaha, lakini unaweza ukasema ni taarifa yenye matumaini mapya kwa wafanyabiashara hapa nchini, lakini wa kwanza ni wale kutoka eneo la Kariakoo. Hii ni mara baada ya kukabidhiwa kwa ripoti ya kamati ambayo iliundwa na serikali kuchunguza uwepo wa wafanyabiashara raia wa kigeni ambao wamehodhi biashara ambazo zinapaswa kufanywa na wafanyabiashara wa Tanzania. Kwa lugha nyepesi, wageni badala ya kuwa wawekezaji wamejigeuza kuwa machinga, na hivyo Watanzania kukosa fursa ya kile ambacho wao walipaswa kufanya kulingana na mitaji yao. Leo mambo yamekuwa sawia mara baada ya Waziri wa Viwanda na Biashara kukabidhiwa ripoti hiyo. Nakumbuka msingi wa kuundwa kamati hii ilikuwa ni taarifa ama kilio cha wafanyabiashara kilichotolewa Ikulu pale Dar es Salaam, wakati ambako rais alikuwa ameandaa hafla maalum ya kutoa pole kutokana na kuanguka kwa ghorofa la Kariakoo. Mmoja ya malalamiko ambayo aliwekwa juu ya meza ya rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuzagaa ama kujaa kwa wafanyabiashara raia wa kigeni katika eneo la Kariakoo ambao wao sasa wamejikita kufanya biashara zilizostahili kufanywa na Watanzania na si wageni. Hilo ndilo ambayo tutakaolijadili hii leo. Mi naitwa Nordin Selemani, ambaye nakualika tuwe sote katika uchanganuzi. Yangu matumaini ya kwamba unaendelea vyema na funga ya Kwarezma, lakini pia funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na hapa studio tunaye Ali Mkimo, karibu sana. Shukran sana. Kwema kabisa. Njia ya mtandao itatuunganisha na Henry Kanje ambaye yeye ni msemaji wa jumuia ya wafanyabiashara wa Kariakoo. Karibu sana, Kanje. Asante sana ndugu mtangazaji. Tuanzie kwako. Je, ujio wa taarifa hii ambayo imeainisha maswala kadhaa, kwenu mnaona ni mwanga mpya katika utendaji pale Kariakoo ama la? Taarifa iliyo uh, ripoti iliyokabidhiwa kwa Waziri wa Viwanda na Biashara, matumaini yetu kwamba kwa, kwa kiwango kikubwa itakwenda kujibu maswali ambayo tumekuwa nayo kwa kipindi cha muda mrefu, kuanzia pale ambapo hoja zilipowasilishwa kwa Mheshimiwa Rais wakati wa hafla Ikulu, Dar es Salaam. Ni matumaini yetu kwamba ripoti hii itakwenda kufanyiwa kazi na executive na tunaweza kwenda kupata majibu baada ya kuelezwa uh, miongoni mwa watu ambao wanatumika katika kuhalalisha hali ya mambo pale Kariakoo ni wazawa wenyewe, mnahisi shida ipo wapi? Nadhani na kuna mambo mawili ambayo tumekuwa tukiyazungumzia, mawili matatu yanaweza yakawepo. Swala so la kwanza ni tumekuwa na jamii ambayo ina, inaweza kuwa ime na tutumie neno gani, tunaweza kuwa na jamii ambayo ina huruma kupita kiasi, au tuna jamii ambayo haijaelekezwa vyema kuhusiana na kwamba wageni wakija wanapaswa kubihevu vipi mbele ya wageni, kitu gani ambacho wanapaswa kushirikiana nao, kitu gani ambacho hawapaswi kushirikiana na wageni. Kwa hiyo nafikiri kukiwa kuna mwongozo wa kuwaelekeza wazawa nini cha kufanya dhidi ya wageni pengine labda mambo hayo yasingeweza kutokea, lakini kwa sababu hakuna mwongozo wa namna hiyo, kwa hiyo wanapokuja wageni na kuwalagai Watanzania waweze kusimama mbele ya biashara, watoe leseni, watoe tinamba na nyaraka nyingine kwa ajili ya biashara, wao wanaona kama jamu amalo ni fursa kwa jambo ambalo ni kinyume na utaratibu na haliwezi kubadilika labda pengine katika nchi yoyote duniani, mm. Uh, umesema kwamba Watanzania wanaonekana ni, ni wenye huruma sana. Huruma hiyo ni ile kama ya mamba ya kumtafuna mtu angali akitiririka machozi, kana kwamba anamwonea huruma, wakati wao wenyewe wafanyabiashara ndio ambao wanaumia. Sasa tumekuwa na na hiyo na, na, kitu tunakuwa tukisema kila wakati kwamba Watanzania ni watu ambao ni warahisi sana kuwaingia katika iwe ni kitaarifa, iwe ni ukitaka kuwatumia kwa namna moja au nyingine. Kwa mfano, anatokea kijana ambaye hana kazi, hajaajiriwa na amemaliza chuo kikuu, au amaliza hata kama ni elimu ya kati au elimu ya ufundi, alafu anakuja raia wa kigeni, anamrekwesti kama kijana wa kazi, lakini baadaye anamwakaa, anamwambia bwana, kitu ambacho unafanya hapa wewe, hii biashara, mi nataka wewe uwe ndo msimamizi wa hii biashara uhusike kwenye mahesabu usike kwenye, kwenye kwenye kila kitu. Kwa hiyo chakufanya we nenda TRA, chukua namba, nenda manispaa chukua leseni, nenda benki fungua akaunti. Sasa zitakuwa zinapita kwako na biashara utakuwa unasimamia wewe. Kwa hiyo anaweza kaona kama ni privilege kwake, kwa hiyo anaweza kachukulia kama ni privilege, jambo ambalo mwisho wa siku linakuja kumwathiri, kwa sababu uraia akija akiondoka akirudi makwao akaunti yake itaonekana ina turnover kubwa, na pengine taasisi mbalimbali zinazojihusisha na masuala ya biashara zikitaka kufahamu kiundani zaidi kuhusiana na biashara yake anaweza kubaki kwenye matatizo. Kwaiyo ni swala ambalo pia linatakiwa kutiliwa mkazo, watu waelekezwe kwamba ni sio jambo ambalo ni jambo ambalo ni hatari kwao, mm. Kwa maneno mengine Kanji, unaweza ukasema mm, kwamba Uh, shida hapo ni watu kuwa na elimu sahihi ya masuala ambayo wanayaendea. Of course hilo ni jambo ambalo linapaswa kufanyika na mapendekezo yametolewa. Wakati mwingine tunatamani kuona basi taasisi fulani fulani kama za dini, taasisi kama za elimu, kuanzia ngazi ya chini kabisa, basi kuwa kuna elimu fulani ambayo inaweza kuwasaidia watu kuhusiana na masuala ya wageni. Wanapofika kwenye nchi yako, ni taarifa gani uwapatie, taarifa gani usiwapatie ni ushirikiano wa namna gani uwaonyeshe, ni ushirikiano gani ambao usiwaonyeshe. Hii tumeona kwenye nchi za wenzetu, ukimwomba hata umwambie, bana, naomba nikutumie shilingi laki moja alafu umpatie jirani yako, hawezi akakubali. Lakini kwetu imekuwa ni, ni kitu ambacho ni, tumepoteza kidogo Henry Kanje, lakini akikaa sawia tutarejea kwake. Alimkimo uh, tunamsikia uh, Kanje anaonyesha kwamba kuna shida ambayo msingi wake ni wafanyabiashara wenyewe. Hii tafsiri ya kwamba wafanyabiashara wetu bado hawajajielewa nafasi zao na umuhimu wao katika shughuli wanazozifanya. Una, unaweza kusema hivyo japo changamoto unayoiona ni udogo wa mitaji wakati mwingine ambayo wako nayo hmm. E, anaona akishirikiana na mgeni anaweza mtaji wake ukakua zaidi, kwa sababu ukiangalia, kuna makala nilikuwa nikisoma, inaonesha kabisa kwamba kuna baadhi ya wa wafanyabiashara ni kama vile walikubali kushirikiana na wageni na kisha maduka yakajaa sana, kitu ambacho wenyewe wengine wale wafanyabiashara wengine wakawa wanahoji kwamba inakuwaje, ile duka siku chache zilizopita lilikuwa na bidhaa nyingi kiasi hichi na leo eh, duka hili limejaa kwa ukubwa. Lakini ukichunguza unaona kabisa zaidi ya asilimia themanini ya bidhaa ambazo zipo humo si za kwake yule mfanyabiashara, ni ushirikiano ambao umekuwepo sasa. Unaona, unapata picha tu kwamba kweli hii ni changamoto imekuwepo, na hapa nafikiri uh, BRELA wasiwaache TRA waende peke yao, uh, zaidi kwenye maeneo haya na wao wanapaswa kwenda kuzungumza juu ya kwenda zaidi, eh, kuzungumza juu ya business regulations mara kwa mara, wasogee kuwaeleza kwamba e, sheria za biashara ziko hivi, mfumo wa biashara iko hivi, usajili wa biashara uko hivi, na baadhi ya taarifa ambazo unaweza ukazitoa zingine upaswi kuzitoa. Na, na, na, na si wao tu peke yao, mamlaka zote ambazo zinahusika na kuhakikisha kwamba compliance inakuepo ule e, ufuatuaji wa sheria taratibu ambazo zimekuepo, hawa wote waende kwa pamoja wakatoe elimu, waone namna gani wafanyabiashara hawa wanaweza kuelewa haya. E, mimi kubwa naona ni ule urahisi wa kutaka kuongeza ukubwa wa mitaji ndio unaowaponza biashara tu kwa ukubwa ee, anaona nikifanya hivi pengine mtaji wangu unaweza ukakua na nikafikia tija ambazo nataka kuzipata. Na mara nyingi wakati mwingine kwenye fedha busara e, wakati mwingine huwa inakaa ina, ina pembeni, una, una, unafikiria, unaona labda nikienda hivi ndiko ambako mtaji utakuwa zaidi, though ikitokea changamoto sasa Eh, hasa zile ambazo zinahusisha masuala ya kisheria unaweza kujikuta ukiingia eh, kwenye tabu kwa sababu eh, zile, zile documents zitakuwa zikibeba majina yako kwenye kila kona mm -hmm, na yule mgeni yeye hatahusika. Tuko kubwa, kwa hiyo, eh, kwa kweli, kwakweli kuna, kuna changamoto na, na, nakubaliana wakati mwingine nakubaliana nawe kwamba yawezekana sababu ni hiyo eh, kutokuelewa na kutokufahamu, japo eh, sababu kubwa inashinikizwa na kutaka kukuza mitaji ina njia zake eh, hii si njia sahihi mm, kiuchumi kwa sababu tunaambiwa Uh, kuna watu kadhaa ambao walitumia vitambulisho vyao kusajili biashara waonekane wao ndio wamiliki, lakini wamiliki ni wageni. Kiuchumi kuna athari gani? uh, ambacho wanakiona kwanza ni kupunguza mapato ambayo yanaweza e, e, e kupatikana, kwa sababu ukiangalia kwa picha kubwa utaona kwamba biashara kama inafanyika, e, na wageni nao pia wan, wanakuja kufanya biashara, ina maana tunaongeza biashara nyingi zaidi mm. Lakini inapotokea e, biashara inafanyika alafu wewe unahisi kwamba hii ni sole proprietorship, yani ni biashara ya mtu mmoja, kumbe kuna partnership ambayo haionekani e, watu, kwa sababu two to twenty people watu wawili hadi ishirini, tayari hii ni partnership, lakini wewe unaona kabisa hii ni sole proprietorship. Hata ule mtindo wa kupata mapato inakuwa ni changamoto kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo kama kungekuwa kuna partition uh, biashara hizi zikawa zimegawanywa hii inaweza kuleta tija. Changamoto ni kwamba mnashirikiana na mgeni, mgeni ambaye alipaswa kufanya kitu tunakiita wholesale trade, biashara ya jumla, jumla. Unajua kinachoendelea ni kwamba wale tuliozoea kuwaona ni wageni ambao walipaswa kuwa wawekezaji, walipaswa kuhawilisha maarifa ya teknolojia ile transfer of skills and technology, wao wamegeuka kuwa machinga kwenye sisi, sisi wakati tunasoma zi, tunaziita commerce flow chart, ule mpangilio wa biashara au zile chart za kibiashara, tunaamini kwamba tuna home trade trade na foreign trade. Mm. Home trade, biashara ya nyumbani tunategemea tuione ikibebwa na wholesale trade na retail trade, ile biashara rejareja pamoja na mm. ya jumla mm. hii ya jumla ibebwe na wageni. Kama wageni wameamua kufanya biashara, basi ibebwe zaidi na wageni kwa ukubwa, na inapendeza wakiwa kwenye outskirts za, za, za, za mji, yani wawe pembezoni mwa mji. Eh, ili sokoni pale wawepo wazawa wafanye biashara sasa za rejareja. Sasa inapotokea eh, una, wanashirikiana namna hii na biashara zinakuwa ni za, za jumla kwa namna moja tu ama nyingine ina, ina, i mean biashara zinakuwa ni za rejareja kwa namna moja ama nyingine, unaweza ukapunguza hata mapato na ina, ina, ina, inatokea kuuminya ule mnyororo wa ugavi na kinachokwenda kutokea ni kwamba, kumbuka kuna kwa wafanyabiashara wengine ambao ni wazawa wanauza kwa rejareja au watajikuta wakiondoka sokoni. Uwezi kushindana na mtu mwenye mtaji mkubwa. Kumbuka wale wana mtaji mkubwa sana mm. na wanauza kwa rejareja, kwa hiyo uwezi kushindana nao kwa bei. Alafu wao wapo kwenye level ya kwanza distribution channel mm. E, yani yeye rahisi kwake kwa sababu mfano e, tuseme mgeni huyu ni Mchina, yeye anachukua ana, ana moja kwa moja kutoka kiwandani. Hapa katikati yawezekana kuna gharama apitia, kuna e, mawakala mbalimbali ambao wanakutana nao wanaofanya bei kubwa kwake. Kufika mwisho yeye akipata atakwenda kuuza kwa bei ndogo. Sasa mfanyabiashara wapa nyumbani naye akiona uh, bei na ni ndogo, wateja wanakimbilia kule. Kwenye ushindani ye kashindwa, mm -hmm. nae, anashusha bay, mmoja kwa sababu yeye ile vita itamshinda. Uh, harama za kuzalisha kwake zikiwa kubwa na bei anayouza ni ndogo anajikuta akipata hasara kila kukicha, hatimaye anaondoka sokoni. Kwa hiyo e, tukisema tuki tuendelee kuilea sana, itafika muda wazawa wataondoka sokoni. Ukitoka hapa ukienda, utakuta wageni wote sokoni hmm. Kama wazawa wameondoka sokoni, uchumi unaondoa sustainability, hakutakuwa tena na uchumi uliohimilivu na endelevu, kwa sababu waliokuwepo wengi ni wageni. Nakumbuka e, uchumi ambao haujengwi na wazawa unajengwa na wageni peke yake huwezi kuita ni uchumi ambao ni salama kwa sababu unaweza kufika wakati ikatokea e, sababu za kijiopolitiki wakaondoka wale okay. Wazawa wanarudi vipi tena sokoni na ule uzoefu hawana kwa ukubwa? Kwa hiyo e, ni kama vile mmeuwazima uchumi wenu kwa muda e, kwa watu fulani ambao wanafanya biashara e, haya. Kwa ukubwa yanapaswa kuangaliwa, na na imani, ndio maana ikaundwa e, hiyo kamati tu kwa ukubwa mm. Uh, turejee kwake kanje kanje. Moja ya taarifa ambayo imeelezwa na kamati ni kwamba wamebaini Uh, hawa wafanyabiashara wamekuwa wakilindwa na baadhi ya vigogo uh, ambao wapo hapa, uh, nchini kwenye maeneo mbalimbali, nyiwe ni wahusika pale uh, Kariakoo. uh, zinapokuja taarifa hizi na labda wakati mwingine hata hao vigogo wenyewe mnakuwa mkifanya nao biashara hii kwenu inakuwaje? Ni uh, nafikiri kama ripoti inavyoonyesha ndivyo ambavyo taarifa ambazo zimekuwa ziki kukiwa kuna minong'ono ya namna hiyo. Na jambo kama hili, maanake ni kwamba linapaswa kurudishwa kwa executive uh, mamlaka ambayo inahusika. Waziri wa biashara ameshasikia hilo, serikali pamoja na idara nyingine, basi ziweze kuchukua hatua na kuona kwamba zinafanyia kazi Uh, taarifa kama hizi ili kuweza kuhakikisha kwamba Watanzania wanaweza kufanya biashara na wanaweza kuitumikia nchi yao kwa sababu hakuna wawekezaji wa kigeni ambao watakuwa na nia ya kweli ya kujenga nchi yao. Nchi itajengwa na Watanzania wenyewe. Jambo jingine ambalo limeainishwa ni kwamba hawa wageni wamekuwa ni chanzo cha kupanda kwa bei ya pango, nyie mnaita uh, kilemba na wakati mwingine inaonekana nyie sasa imefika hatua hata mnashindwa kupata frame pale Kariakoo. Asili ya jambo hili ni wapi? Ninyi wenyewe nye wafanyabiashara, ama hao ambao ni wafanyabiashara wa, wa, wa, wa nyumba ambao na wenyewe pia wanaingia katika mkumbo huo na, nafikiri hili jambo limechagizwa sana na wafanyabiashara wa kigeni, kwa sababu wao wanapokuja cha kwanza ni lazima wahakikishe kwamba wanataka kupata maeneo wa ambayo ni potential kwenye biashara maeneo ambayo ni potential kwenye biashara. Kwa mfano maeneo kama Kariakoo yanafahamika ni frame za mbele, na ili uweze kuingia frame ya mbele inakuwa ni ina kodi tofauti na mtu aliyoko kwenye frame ya nyuma au ya katikati ya korido. Kwa hiyo wewe Mtanzania ukiambiwa ulipe kinachoitwa kilemba milioni thelathini, ulipe na kodi ya mwaka ambayo ni milioni kumi na mbili, jumla milioni arobaini na mbili, alafu urudi uje ufanye marekebisho kwenye frame yako utumie takriban milioni tano alafu uje uweke mtaji sasa wa bidhaa ufanye biashara. Ni jambo ambalo wewe mwenyewe mtangazaji ukilisikiliza, unaona kama linapasua akili, lakini kwa wenzetu ambao wanatoka mataifa yaliyoendelea wa... ni kitu ambacho wanaweza kukimudu, kwa sababu tumeelezea mambo mengi ambayo namna ambavyo nchi zao ambazo zina sera za kuwasapoti katika biashara wao wenyewe namna gani walivyotengenezwa katika biashara uh, lakini sisi kwetu imekuwa ni tofauti. Mtu anatoka kijijini kwao anafika Dar es Salaam anauza madafu, anapambana mpaka anapata mtaji, anaingia kufanya biashara, jambo ambalo kwetu ni tofauti kidogo. Hatushangai, ndo nchi inaenda ikikua, labda pengine kadiri tunavyokwenda tunahitaji kuona kwamba wafanyabiashara wanajengwa katika namna nyingine ambayo ni competitive kama uh, kwenye mataifa yaliyoendelea, lakini hicho ndo kinachotokea. Mm. Kwa nini hiki kilemba kinakuwa kikubwa sana tofauti hata uh, ukilinganisha na kodi yenyewe ambayo mnapaswa kulipia ya frame? Sasa, idea ya, ya kilemba kwa watu wanavyosema, siku za awali ilikuwa ni kwamba kwa mfanyabiashara ambaye anafanya biashara siku akishindwa kumudu gharama za biashara atamwalika mfanyabiashara mwingine amrudishie gharama zake za gharama alizoingia ikiwemo za matengenezo ya duka, ili asibomoe mtu mwingine aingie na afanye biashara mm. Kwa hiyo wamiliki wakaona kama ni ni biashara nyingine ndani ya biashara. Kwa hiyo wakaanza kutoza kilemba kwanza, ili utakapoingia kwenye jengo lake. Siku unataka kuondoka, naamini kwamba wewe utauza utapata faida, lakini hili limekuja kuchagizwa zaidi na raia wa kigeni ambao wamekuja wakiambiwa, toa dola elfu ishirini kwenye upate frame ya mbele wanaweza kumudu, lakini raia wa Tanzania inakuwa ni kazi kidogo. Hmm. Kariakoo kuna mauzauza na maroroso ambayo ee, yanawakumba wafanyabiashara biashara ee, na haya yameanikwa kwenye hiyo <laughs> kamati. Mkiwa meona unatikisa kichwa, unaonekana ni eh, kama umeumia na uelewi hali ya mambo yani, <laughs> unajua Nurdini, ambacho nimekisikia kimenistajabisha kidogo. Mm. Uh, inavyoonekana ni kama vile kila mtu anataka kutumia nafasi ya kunufaika kwa kila uh, fursa ambayo anaipata. Mm. Sasa kama unafanya biashara ndani ya biashara hiyo, ni changamoto kwa sababu tunaamini kwamba uh, mfanyabiashara ili anufaike, anufaike na mali wea, na sasa, ile mali ambayo yeye anaimiliki. Sasa hata ile access tu, ile fursa wewe kufanya biashara na unaweza kwa kutumia kwa biashara kidogo, kuna changamoto. Mm. Hebu mm. tuambie sasa mm. wewe ni mchumi na umekuwa ukifuatilia hali ya mambo unavyoiona, unahisi nini kinapaswa kufanyika tukiwa katika hatua kama hii, mara baada ya ripoti kutolewa na kamati ikionyesha hayo ambayo yamekuwa akiwaumiza wafanya biashara, wamekuwa wakilia kwa muda mrefu. Hapo katikati kulikuwa kuna mengi, rais pia akaunda ile kamati maalum ya kupitia kodi yote, ikiwa ni kumsaidia huyu mfanya biashara. Sasa hili linapoibuka na haya yanapokuja, kwa sababu wamesema taarifa nyingine ni kwamba hata katika maduka sabini na tano ambayo wamepita wamekuta kuna wageni zaidi ya mia moja hamsini na wawili kwanza, Nuruddin, ipo haja ya kuviangalia vibali ambavyo vimekuwepo E, kibali na leseni za biashara ambazo zinatoka kwamba je, hizi e, zinahusisha biashara za jumla au za rejareja, kwa sababu kimsingi tu kwenye uchumi wote ukiangalia sera zake zinavyokwenda sawa, mpo kwenye e, free market, soko lilo mm, huria lakini e, kama ni mixed the economy ambako e, mnaacha wakati mwingine e, soko liamue, lakini mnaingia mnapoona wateja wanaumia au wazalishaji wanaumia, kuna haja ya kuangalia utaratibu ambao umekuwepo, sera hizi ambazo zimekuwepo tuangalie hawa e, wageni wawe zaidi wawekezaji. Yaani, mgeni kwa ufupi, anapaswa kuwa mwekezaji bila kupepesa. Yaani e, tusizunguke sana, mgeni anapaswa kuleta maarifa na teknolojia ya kuzalisha bidhaa kwenye nchi husika. Waje wasimike viwanda wahawilishe maarifa na teknolojia nasi tupate tuone namna gani tunaweza kuzalisha. E, haipendezi mgeni akaja na yeye akaanza kufanya biashara ya reja reja. E, unakuta fanya biashara naye anauza mitumba e, ambaye ni mgeni sasa, una unaona kabisa kwamba hizi biashara zilipaswa kufanywa e, na wazawa, kwa sababu kumbuka, unahitaji uchumi wako ubebwe zaidi na hawa wazawa tho pia. E, kuna kitu kimoja pia tukielewe e, ambacho kinaendelea Nurdin. mm. E, nasi pia tusideke sana, tupo kwenye competitive world, ni ulimwengu wa ushindani, ushindani. E, na masoko ukiangalia, amekaa kishindani sana. We, ukilala wenzako wanaweza wakaamka, kumbuka tuna AfCFTA African Continent Free Trade Area mm. Yani uhuru wa biashara Afrika, lakini pia tuna masoko mengine ambayo yanaruhusu free movement of goods and capital, mitaji pamoja na bidhaa zinakuja. Kumbuka hii mitaji ambayo tunazungumza hapa ihusiani uh, tu financial uh, capital, kuna human capital pia mm. na yenyewe inaingia ina, ina kwa urahisi sasa, hawa wakija wakalichangamkia soko na hayo pia haya ya kuyaangalia kwa ukubwa e, nasi pia tunaboresha vipi huduma zetu, wazawa tunahudumia kwa mtindo gani? Wakati wewe una, unasaidiwa kuwekewa mazingira mazuri ya kuweza kufanya biashara kwa uhuru na vizuri basi nawe pia hakikisha unaboresha vizuri huduma zako, kwa sababu eh, napata shaka sana, dunia inakwenda, ni kama vile eh, ni kama vile tunakwenda kuruhusu biashara kufanyika eh, watu wote tufanye biashara kwa urahisi zaidi eh, ule mwingiliano wa kufanya biashara utazidi kuongezeka. Sasa nakuhitaji wewe uwe competitive eh. ukitegemea kudeka kila siku, wakati mwingine inaweza ikawa changamoto mm. japo sisemi pia tuachwe tutelekezwe. Eh, uchumi unapaswa kushikiliwa na wazawa tu kwa ukubwa, kwa sababu kumbuka, mgeni akifanya akifanya biashara fedha zinakwenda kama remittance, anaweza akabadili kutoka kwenye local currency kuipeleka kwa foreign currency, mara nyingi kwa dola Marekani na kisha kutuma kwa ndugu jamaa na marafiki. Sasa unaona kabisa ni fedha ambayo inakusanywa inapelekwa nje mm. haibaki kutokea ndani, lakini pia kumbuka, ikitokea nyinyi mna uchumi wenu unabebwa sana na wageni, mfano China mathalan, kumbuka China wao ndo wanazalisha bidhaa zaidi huko viwandani na sisi mm. tunaagiza sana huko, ile balance of trade e, ile tunasema ile mizania ya biashara au urari wa biashara, mtajikuta nyinyi siku zote mna nakisi, hamna uh, surplus, ile ziada, kwa sababu yeah. mm. Mtapaswa kuagiza sana kutoka kuwa ili biashara iweze kufanyika, na wao wanakuja, wanauza kwa bei ndogo ukilinganisha na wao wengine. Ndio maana wakati mwingine pia kuna mkanganyiko hata wafanyabiashara wa Tanzania tu ambao wanachukulia moja kwa moja China direct kuja kuleta hapa. Unaona, hao hapa ambao wanasubiri mzigo uje huo wanalalamika pia hmm, kwa sababu wale ile tunaita level of distribution channel wapo kwenye level ya mwanzoni kabisa kutoka, kwenye kutoka, kule kwenye manufacturing kuja huku ambako uh, bidhaa zinakwenda sokoni kwa hiyo E, ipo haja ya kuiangalia haya vibali visimamiwe na mamlaka zote zinazohusika kufuatilia wahamiaji, kuangalia kwa ukubwa tu e, namna gani wageni wanafanya shughuli zao za kiuchumi. Hili la kuangalia kwa ukubwa na kwenye haya masoko, ipo haja ya kuacha wazawa wanaofanya biashara ya e, rejareja wawe wengi zaidi, alafu hawa wageni ambao tunategemea wewe wawekezaji mm. au wakiamua kufanya hizo biashara kubwa kubwa waende pembezoni mwa miji hii, pia italeta tija za kibiashara. Kumbuka unafungua fursa nyingine, wakienda pembezoni mwa miji, hata sekta usafirishaji pia itakuwa, kwa sababu kuna watu watakwenda kule kuchukua bidhaa kuzisafirisha kuzileta masokoni mm. lakini sasa wakiwa wako pale pale <laughs> tayari umeua hiyo <laughs> distribution channel, imeondoka mnyororo wa ugavi unakufa, una, una kwa ukubwa, okay wakati wote tunatukimbia kweli kweli, kwe, kanje kwa maneno machache sana Uh, baada ya ripoti yenye kutoka Mat, matamanio yenu ni nini kifanyike haraka haraka ili hali ya mambo iweze eh, kuimarika? Mimi nafikiri ripoti imeshatoka na matamanio ya wafanyabiashara Kariakoo ni kuona wageni wanachukuliwa hatua haraka na ikiwezekana wanaondolewa, wa like wanakuwa disconnected na soko kwa haraka, ili wasiweze kuendelea kuchimbia mizigo. Kwa hiyo mm. hayo ndio matamanio ya wafanyabiashara Kariakoo, basi wageni waondolewe kwa haraka. <laughs> Henry Kanje, tukushukuru sana kwa kuungana nasi hii leo. Nashukuru sana nam. Ni Henry Kanje huyo msemaji wa jumuia ya wafanyabiashara Kariakoo ambaye tumeungana naye katika uchanganuzi kwa njia ya mtandao. Tuliotarajia pia viongozi wengine kutoka jumuia hiyo, lakini kutokana na sababu ambazo zipo nje ya uwezo wetu uh, tulikwama kujiunga nao katika uchanganuzi, hivyo tukampata msemaji kwa jumuiya ya wafanya biashara ambao wow, wao ndio walengwa wakubwa, lakini pia tumekuwa naye Ali Mkimo, yeye ni mchambuzi wa maswala ya uchumi ambaye kushukuru sana na. Na kwa nukta hiyo ndo tunafikia tamati ya uchanganuzi kwa siku hii ya leo. Leo tulikuwa tukitupia macho uh, taarifa ama ripoti ya kamati ambayo iliundwa na serikali kuangazia uwepo wa idadi kubwa wa ya wageni wanaofanya biashara zao pale Kariakoo na kupora fursa za wafanyabiashara wazawa, huku taarifa ikisema ya kwamba kuna madudu kadhaa ambayo wanafaa kufanyiwa kazi. Na tukumbuke kwamba ripoti hii ama kamati hii iliundwa baada ya Rais kusikia kilio cha wafanyabiashara na kumwagiza Waziri Selemani Jafo, daktari huyu kuweza kuunda kamati ambayo ifanye hayo ambayo imeyafanya, na sasa ripoti imekabidhiwa serikalini kwa ajili ya utekelezaji. Naitwa Nurdin Selemani, kutakia usiku mwema. Ramadhan karimu. Kwa heri.